Wapendwa wana familia ya Mungu na hasa Parokia ya Bushangaro na familia ya Mungu Parokia ya Kayungu, tumekutana hapa kuja kukabidhiana msalaba wa jubilei, msalaba mtakatifu, chombo cha ukombozi wetu. Bado tunaendelea na ziara ya kumpokea Kristo mwenyewe katika msalaba, chombo kitakatifu alichokitumia Bwana wetu Yesu Kristo katika kutukomboa <muchan> sisi. Msalaba ni bendera yetu. Msalaba ni kitambulisho chetu cha ufuasi wetu. Msalaba ni alama ya ufuasi wetu. Msalaba ni chombo ambacho Bwana wetu Yesu Kristo alikitumia, chombo ambacho kilitumika kuwadhibu watenda maovu, majambazi, wezi na kadhalika, chombo ambacho kilikuwa ni cha aibu. Ndiyo maana Wayahudi walisema, yani waliona msalaba kama upuzi, sao ni chombo cha aibu lakini mtakatifu Paulo anatuambia nsema wa Wayahudi na Wayunani ni upuzi, lakini kwetu sisi ni nguvu na hekima ya Mungu. Mwenyezi Mungu kwa unyenyekevu wake alipenda kutumia chombo ambacho kilitumika kuwaadhibu wakosefu, na yeye akamwaa kutumia chombo hicho cha kuwaadhibu wakosefu akaadhibiwa yeye ambaye si mkosefu, kwa kwa ajili ya kututetea kwa ajili ya kutukomboa sisi. Na ndio maana alimwambia mwambiya Nikodemo ambaye alikuwa ni mzee katika baraza la kia Wayahudi, kwamba kama anamrejesha nyuma kwenye historia ya wana wa Israeli wakiwa jangwani, kwamba kama vile Musa alivyomwinua yule nyoka jangwani, vivyo hivyo na mwana wa Adamu atainuliwa, na ndicho kilichofanyika na kwamba katika kumwamini imani inayokuwepo hapa sisi tuweze kupata uzima wa milele. Basi ndugu zangu, sisi wana imani, sisi Wakristo na hasa sisi Wakristo wa Katoliki, hii ni ushindi, ni bendera, ni kitambulisho chetu, ni kitambulisho ambacho cha ubatizo wetu. Kitambulisho cha ubatizo wetu tumezoea kukipata kwenye makaratasi lakini hiki ni kitambulisho cha ufuasi wetu, cha imani yetu, ambacho siyo tu kwamba kinaonekana katika makaratasi, lakini pia tunakwenda nacho hata katika uzima wa milele. Ndio maana mtu anapopumzika, Mwenyezi Mungu akampumzisha, kwa imani yetu tunamwekea kitambulisho hiki juu ya kaburi lake, ambapo amepumzika na kinaendelea Uyu, huyu huyu, aliyeko katika msalaba ndiye huyu, anaendelea kumtangaza huyu aliyelala pale: huyu ni mkristo wangu, huyu ni mfuasi wangu. Kwa hiyo nyinyi ndugu zangu, tunapowakabidhi msalaba huu mtakatifu, nenda mkamtangaze Kristo. Jambo Ndugu zangu, katika ubatizo tulianza safari yetu ya kiroho. Mungu alitupatanisha katika maji ya ubatizo, atatukomboa kutoka utumwa wa dhambi, tena anaendelea kutongoza kwa nguvu ya Roho wake Mtakatifu katika safari ya maisha yetu hapa duniani, mwisho atatuingiza katika nchi yake ya ahadi, yaani uzima wa milele mbinguni. Safari yenu ya kuja kuhiji katika kituo hiki inaonesha nia yenu ya kumfuasa Kristo kwa uaminifu katika ile hija mliyoanza katika ubatizo. Hija hii izidi kuwatakasa mweze kuwa waaminifu kwa ahadi zenu za ubatizo, kabla na baada ya kuingia katika hekalu hili, ambapo Kristo anawalisha neno lake kwa mwili wake. Anatuambia kwa kinywa cha nabii Ezekieli, nami nitawanyunyizia maji safi, nayi mtakuwa safi, mtawatakasenu na uchafu wenu wote na vinyago vyenu vyote kwa jina Bwana wetu Yesu Kristu na kwa ishara ya maji haya yanayotukumbusha kuvuka kutoka utumwa wa dhambi na kuingia uzima wa milele. Na wakaribisheni sasa na warashia maji ya baraka ili kuwakaribisha hapa kwetu. Wimbo wa maji ya baraka.